Mungu, neno la Mungu. Katika kitabu cha Marko ile sura ya kumi Marko ile sura ya kumi nitasoma mistari kadhaa, mstari wa 17, Marko ile sura ya kumi na ule mstari wa kumi na saba, hata alipokuwa alipo akitoka kwenda njiani, yaani Yesu alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, Mwalimu mwema nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja ndiye Mungu. Wazijua amri, usiue, usizi, usi, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, na utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi kwa sababu alikuwa na mali nyingi niunganishe na kitabu cha wakorintho wa kwanza ile sura ya kumi na tatu wakorintho wa kwanza ile sura ya kumi na tatu, tatu. nitasoma ule mstari wa kumi na moja. Usome nyuma yangu, nilipokuwa mtoto mchanga, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, kama mtoto mchanga nalifahamu, kama mtoto mchanga nalifikiri kama mtoto mchanga, kama mtoto mchanga. Kuna mambo matatu hapo ambayo mwandishi wa kitabu hiki anasema nilipokuwa mtoto mchanga kwanza nalisema kama mtoto mchanga, pili nalifikiri kama mtoto mchanga. Sema nalifikiri kama mtoto mchanga. Lakini tatu nalifahamu kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Sema tena tokea hapo. Nilipokuwa mtu mzima, nilipokuwa mtu mzima. Nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Sema amen, amen. Ujumbe niliousoma katika kitabu cha Marko. Ujumbe huu niliupata wakati nikiwa kwenye ndege. Kati narudi kutoka Dar es Salaam nikakuta tu kama mtu ananisemesha hivi. nikachukua Biblia yangu iliyo kwenye simu nikasoma, nikausoma tena, nikasoma nikauacha. Halafu nikamwambia fundisha bible study ya Jumatano. Kwa hiyo tulipofika hapa Jumatatu tukapumzika, Jumanne akaamua kuchukua maombi ya masaa ishirini na nne ili ajiandae kufundisha Jumatano hiyo Kwa hatukuonana naye tena, na mimi nikanyanyuka nikaenda ofisini kwenda kujiandaa tu, niuelewe ule ujumbe vizuri. Wakati nausoma tena nikaurudia tena nikaurudia tena, ndo nikauelewa. Amen. Kwa hiyo nataka nikuletee kitu ambacho nimekielewa amen ili na wewe ufanye nini? Ukielewe. Na nikamsikiliza mama Jumatano, wakati anafundisha, nikashangaa kile ambacho mimi nilikuwa nimekielewa na nimekiandika ni kama kina fuatana, fuatana, kama kinafuatanafuatana kama kinafanana fanana hivyo. Tuliporudi nyumbani, nikamwambia nimeshangaa mahubiri yako ni kama yanaenda na ujumba ambao mimi nimeshauandaa na nimempa nime e, sekretari wangu ameuchapa tayari. Sasa siwezi kuubadilisha, siwezi kuubadilisha. Nilikuwa nimeona katika kile kitabu cha Luke, Ma, Marko yule ndugu aliyemwendea Yesu na kwenda kupiga magoti na kumwita jina zuri, mwalimu mwema. Na Yesu akamwambia, kwa nini unaniita mwema? Na Yesu akamuuliza swali, unazijua amri? Akasema kwa urahisi sana kwamba haya yote nimeyashika toka utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, lakini Yesu akapeleka mtihani, kwa kuwa yeye anatujua sote akamwambia una upungufu, umepungukiwa na jambo moja, kwa sababu alitaka kuonekana kama anajua jua sana wakati anajieleza mbele za Yesu. Sasa Yesu, kwa sababu anajua upungufu, anajua mahala pa kumkamatia mtu, akamwambia nenda, uza mali zako zote ulizonazo, wasaidie wahitaji. Ukishafanya hivyo njoo nifuate, wewe utakuwa mwanafunzi wangu wa kunifaa. Tumesoma Biblia inasema akakasirishwa na ujumbe ule akaachana na Yesu akaenda zake kwa huzuni, kwa huzuni. Nikauona uchanga aliyokuwa nao huyu aliyekuwa anaonekana kama anajua amri Nikamwona jinsi alivyo mtoto mchanga, mtoto mchanga. Kwa hiyo ndani Bwana akawa anazungumza na mimi niwaambie watu waondoke kwenye utoto, uchanga, uchanga, wawe wana. Unajua kuna mwana na mtoto. Biblia hii inasema, ukisoma ukisoma Mnayajua haya, ukisoma Mathayo ile sura ya pili Mathayo ile sura ya pili Yesu alipozaliwa aliitwa nani? Mtoto sawa. Ngoja nikusomea haya maandiko, kaitwa mtoto. Mathayo ile sura ya pili ule mstari wa kumi na moja: wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja pa na Mariamu mama yake wakaanguka wakamsujudia. Sema, sema amina kubwa sana kwa hiyo, mwambie mwenzako Yesu alipozaliwa aliitwa mtoto. Sijasikia vizuri, sema Yesu alipozaliwa aliitwa mtoto, lakini alipoongezeka nguvu akakuwa aka Yesu akuitwa tena wala Mungu baba akumwita mtoto Yesu alipo, Yesu aliitwa mwana Amen. wa Mungu Amen. Katika Matayo, hii sura ya tatu, Matayo hii ile sura ya tatu. hmm. tusome ule mstari wa kumi na sita usome nyuma yangu, naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia zika akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake, yake. Na tazama Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema mbingu, huyu ni mtoto wangu, huyu ni mwanangu. Mungu anabadilisha anasemaje, sema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa Sio mtoto tena Amen! Sio mtoto tena, sasa ni mwana. Sasa ujumbe wangu, nimesema kuwa mwana wa Mungu lazima uwe tayari kulipa gharama. Ndio ujumbe naotaka kukuambia kwa kifupi, kutoka kwenye hatua ya utoto kwenda kuwa mwana au kuwa mtu mzima, unaona lazima ukubali kufanya nini? Nikuombe sana wewe mtu wa, wa, wa, wa, usirushe vitu ambavyo mimi sijakwambia kuvirusha, utakuwa unachanganya wasikilizaji. Kutoka kwenye hali ya kuwa mtoto wende kwenye hali ya kuwa mwana, lazima uwe tayari kufanya nini Kulipa gharama, kulipa gharama. Ndio sababu mwandishi wa kitabu cha Wakorintho anasema alipokuwa mtoto, alikuwa anasema kama mtoto, alikuwa anafikiri kama mtoto na alikuwa anafahamu mambo kama mtoto. Alipokuwa mtu mzima, akabatilisha. Sema amina na sisi unapompokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unaitwa mtoto. Mnataka mistari? Nitawapa tu mistari. Ile Yohana ile sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya kwanza. Soma nyuma yangu ule mstari wa kumi na mbili Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili Sema bali, wali bali wote waliompokea aliwapa uwezo ali wa kufanyika watoto wa Mungu ndio yaminio jina lake. Kwa mshike mwenzako mkono, mwambie unapomkubali Yesu unapo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unaitwa una mtoto wa Mungu. Sote tulianza kwenye hatua hizo. Huwezi kuwa mwana wa Mungu kabla ya kuwa mtoto wa Mungu. Unaanza kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu, Mungu. Unaanza kuwa mtoto wa Mungu <laughs> nikuwa namsikiliza na mwalimu wa Sunday school asubuhi, nikaona na yeye kama anataka kuwa kwenye anga zangu hivi kwenye anga zangu hizi. Tabia ya mtoto mdogo wa kawaida mnazijua nyingi, lakini tabia ya kwanza ya mtoto mdogo anapenda kufurahia sana vitu vitamu, vitamu. Si ndio? Jamaa kimletea vitu vitamu vitamu anafurahi ukimletea ukimlete kitu kichungu anakula au anatema? Huyo ni nani? Mtoto mchanga, hapendi vitu vichungu vichungu, unaona. Na wakati mwingine vitoto vinapokuwa vinakuakuwa, kanaepa kakinenepa nenepa, kanaona kama ndoka miaka mitatu minne, kanajisifia kuongezeka kunenepa. Kwa hiyo kakinenepa kenyeo kanakuwa kana, ah sasa nakuwa naongezeka, lakini mtu mzima unaona unene sio kukua. Tuko pamoja? pamoja tuko pamoja. Mtoto mdogo nimekuwa nao mimi, akina Moses hawa, kazi yao kubwa wanategemea mahitaji yao yote kwa wazazi wao. Hawajui kujitegemea kila kitu chochote. Shuleni anakuja kwa baba eh, amefinywa na wenzake kule, baba fulani amenifinya yani, anataka baba atatue kila aina ya tatizo. Huyu anaitwa nani? Anaitwa nani? Jamani, mtoto wakati mwingine ajui afanye kipi kwa siku, yani ana ratiba. Mtoto mdogo hajui ale nini leo. Hajui. Sifa nyingine ya mtoto ni nini manyasi? Maana hapa kwenye somo lao nimesema na nyingine nyingi wazazi wanazijua. Hebu shika mikrofoni utuambie sifa nyingine ya mtoto nayoijua ijua wewe. Ni ipi? Mtoto ana. ana. Oso, sema kwa sauti wanao wasikie kule nyuma. Sifa nyingine ya mtoto ni kwamba anasema kila kitu anachokiona. Ehe, uh-huh. Huyo ni mtoto anasema kila kitu anachokiona. Haya, mpe na Marko pale na yeye aseme. Sifa ya mtoto nyingine mtoto huwo ana tabia ya kuamini kila kitu, kuamini kila kitu. Eh, eh. Haya, mpe na Elia. mtoto huo ana tabia ya kujaribu kila kitu au kugusa kila kitu. Aha. Mpe na mwalimu wewe, wewe. Hey. Florence, mtoto, tabia nyingine ya mtoto unayoifahamu ni nini? Yani kwenye somo langu mesema nitawaulizeni na nyinyi. Yaani tutaona tabia za mtoto, si wote tumezaa au nao wauliza wote wamezaa. Kwa hiyo huwezi kushindwa ukakosa tabia mojawapo ya mtoto, sawa. Mtoto anaamini kwamba mzazi wake anaweza kila kitu. Mtoto anaamini kwamba mzazi wake anaweza kila. Mpe na Onesimu. Mtoto anapenda starehe tu, yani <laughs> <laughs> Mtoto anapenda tu starehe. Yes. Haya mpe na mama Elieri. Mtoto ana tabia ya kulia hovyo. Ana tabia ya kulia hovyo. Lialia hovyo. Eh, sasa tutoe maiki huku tupeleke huku. Mpe mama yangu hapo. Eh? Tabia nyingine ya mtoto? Sema tu umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tabia ya mtoto anamwamini ana baba yake na mama yake kwamba ataweza kumfanyia kila jambo uh -huh. analolitaka. Haya hilo tumeshasema, mwingine mwenye mpya uh -huh. Aliyeza. Aliyezaa tu usiwape mabinti, mpe Yohana, mpe Aha. Bwana wasifiwe uh -huh. Mtoto anatabia ya kucheza sana, ana tabia ya kucheza sana. Haya, mpe na hofu gani? Eh, Bwana anasi unaweza ukamfinya sasa hivi, lakini akakuchekea hapo hapo akishanyamaza. Haya, mpe na masago hapo <laughs> <laughs> <laughs> <tabasa mwiki>. eh? <tabasa mwiki> tuambie na wewe, unadhani mtoto tabia yake mtoto, ana tabia ya ana tabia ya kumpenda baba <laughs> Dkt <Dr>. Mose <Mose. laughs> anasema mtoto ana tabia ya kumpenda baba. Hivi ni kweli? <laughs> Wanasema, lakini mimi sijawahi kuona. Wanasema mtoto wa kiume anampenda mama na mtoto wa kike Ampenda baba, lakini mimi sidhani, sidhani mtoto tena, nadhani mtoto kama ni kupenda, mtoto atapenda mama zaidi, ndio mwenye titi, ndio ananyonyesha pale. Lakini tuendelee, karibu na wewe, tuambie tabia ya mtoto unayefahamu. Mtoto mdogo anaweza akajinyea na akabaki na kinyesi akiona ni kawaida Tumpe na Mheshimiwa DC nadhani. <laughs> <Sante. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Amen. laughs> Kama nimepewa mtihani ni leo. <laughs> <laughs> Uh, kipi najua kwa watoto, watoto wanapenda sana kujielimisha. Yaani, si unaona mtoto ukimleta Sunday school anaweza kuamka saa nane usiku siku inayofuata akakudai kwenda Sunday school. Watoto wanapenda kujielimisha. Haya, mtoto anapenda kujielimisha. Sema amina kubwa sana, mtoto ukimpa kitu kizuri alafu ukamuomba, eti mpe mpe kiwango hapo. Today watoto wanapenda kuiga kila kitu, ni kuangalia mtu mzima anafanyaje, nao wanaiga. Watoto wanapenda kuiga <today> na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ukiwa mtoto eh, hata kama nyumbani hakuna chakula hilo tatizo anayelijua ni baba na mama. Mtoto anajua kwamba leo tutakula. Amen. Mtoto mdogo hajui kuweka chuki moyoni, hata ungemchapa sasa hivi, baada ya mtu ukija, anakurukia. Ndio sababu Yesu alisema, sasa sisi wokovu wetu lazima uwe kama wa watoto, yaani mtoto mdogo hana adui na mengine mengi mengi mengi mengi mengi, ni mtoto. Sasa unapookoka, utakii kukaa kwenye utoto. Lazima uende kwenye hatua nyingine ya kuwa mwana. Amen. Na leo nataka nizungumze na wewe ili uhame kwenye hali ya utoto. Amen. Uende kwenye tabia ya kuwa mwana. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maneno haya wakati Mungu anazungumza na mimi, nimeshangaa sana tena sana tena. Mpaka ufike kwenye hali ya kuwa na ukuu wa Mungu wa kiungu ndani ya moyo wako, unanielewa? Lazima utakapofika kwenye kiwango cha kumpenda Mungu na kumfanya kuwa namba moja katika maisha yako kuliko vitu vingine vyote, hapo umepiga hatua. Mtoto mdogo, nimekwambia, Yesu anamwambia yule kijana, nenda kasaidie wengine, alafu njoo nifuate. Mtoto mdogo, kwa sababu ya hali yake, naona hiki kitu ni cha kwangu, siyo rahisi Ukimpa pipi akaionja hivi, mwambie naomba na mimi hiyo pipi, hakupi tena, anaweza kulia, naweza kulia. Mtoto mdogo kiroho, anaweza akawa na fedha laki moja bwana akamwambia, nataka unipe elfu hamsini hatowi Tutaelewana tu vizuri sana, sema amina kubwa sana, sema amina. Amina haleluya, amina, amina, amina, amina. Haleluya, mshike mwendako, mkono mwambie mpaka ufike kwenye viwango, mpaka ufike kwenye viwango, ufike kwenye viwango vya uaminifu, vya uaminifu unaotamani ukiwa hapa duniani, duniani uishi kwa kumpendeza Mungu kumpendeza. Pamoja na wanadamu wengine kumpendeza. Ni gharama lazima uilipe, ni gharama lazima uilipe. Ni kwani nikamshangaa mwalimu wa Jumatano akawa anakemea sana masuala ya utoto ndani ya nyumba ya Mungu ya watu kuzungumza, sijui nani ni mchawi, sijui nini. Akasema tena hayo maneno nisiyasikie, yeah. Na kwamba mtu unasemwa tu, sijui mchawi, sijui nini, unatoka pale umejikunyata, unaamua hata kuhama na kanisa. Hata ule ni utoto, akasema yeah. Hala, <laughs> mimi leo nataka niongezee, yeah, kwamba nawaletea neno kama Yesu alihama toka kwenye utoto akaitwa mwanangu, nataka uhame kwenye hali ya kuitwa mtoto wa Mungu, uje kwenye hali ya kuwa mwana wa Mungu. Na ili ufike kwenye hii hatua ya kuwa mwana wa Mungu, kuna kulipa gharama. Kwa mfano kitabu cha Mwanzo pili tu kwa namna fulani ni kifua ni ubiri kwa namna fulani, sura ya ishirini na mbili ya kitabu cha mwanzo sura ya ishirini na mbili ya kitabu cha mwanzo. Hebu tusome maneno haya kwa kuyatafakari. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Hey Ibrahimu.